Napenda nichukue nafasi hii kuipongeza sana Serikali ya awamu ya sita katika swala la ajira. Kutokana na kuona hizi changamoto, tuliweka lengo kwenye Ilani, tukasema kwamba tunataka tuhakikishe kwamba katika kipindi hiki tutengeneze ajira zisizopungua milioni nane, na takwimu zinaonyesha jana kwenye hotuba ya Waziri Mkuu, ajira zilizotengenezwa ni zaidi ya milioni nane kwenye upande huo kwa hiyo hii kazi nzuri imefanyika ndiyo maana ilani imetekelezwa kwa zaidi ya asilimia mia moja zaidi ya milioni nane ajira zimetekelezwa lakini kutekeleza kwa ajira hizo na miradi mbalimbali maana yake na umaskini wa Watanzania unazidi kupungua kwa sababu uwekezaji mkubwa ndio unaosaidia katika kutanzua tatizo hili la umaskini katika nchi yetu. Mheshimiwa Mwenyekiti, sanjari na hilo, serikali ya awamu ya sita iliweka mkazo katika kuimarisha maslahi ya watumishi wa umma na tumeona jitihada mbalimbali ambazo zimechukuliwa na serikali katika kuhakikisha inaboresha maslahi ya watumishi wa umma. Kwa kweli kazi nzuri imefanyika, tumeona madaraja ya baadhi ya watumishi yanapanda, nyongeza zinajitokeza, na mambo mengine mengi mazuri, ambazo hizi fedha zikipatikana, ndio zinaenda kuwekezwa katika maeneo mbalimbali. Sasa tumeona pia ofisi ya Waziri Mkuu ikishughulikia masuala ya maslahi ya wafanyakazi katika sekta binafsi sekta binafsi, sekta mbalimbali zilionekana kwamba zina maslahi duni na serikali imeshughulikia na inaendelea kushughulikia. Sasa mheshimiwa mheshimiwa Mwenyekiti, e, katika kutekeleza majukumu yote haya na katika kutanzua tatizo la ajira, ni wazi kabisa hii changamoto bado ni kubwa, pamoja na kazi nzuri ambayo imefanywa na serikali ya awamu ya sita. Bado ukienda mitaani kuna vijana wengi bado wanahangaika kutafuta ajira na hii inatupa nafasi kwamba sasa kuna haja ya kukaa chini na kuitafakari na kuona namna na ya kuongeza mikakati zaidi ili kusudi tuweze kutatua tatizo la ajira. Lakini nitumie nafasi hii kumpongeza mheshimiwa wa Waziri Mkuu, baada ya kuliona hili tatizo ame, wameanzisha utaratibu wa kuhakikisha vijana wanaohitimu katika vyuo vikuu na vyuo vingine waende katika vyuo vya VETA ili waweze kupata maarifa ya kuweza kujiajiri. Hii hatua ni nzuri sana katika kuleta maendeleo. Mheshimiwa Waziri Mkuu tunakupongeza sana kwa hili, na mimi nawaomba waheshimiwa wabunge tumuunge mkono kwa kuwahamasisha vijana wetu waende kwenye vyuo vya VETA wakapate maarifa ili waweze kuchangia katika ujenzi wa taifa letu. Hii ni hatua madhubuti ya kukabiliana na changamoto ya, ma, ya, ya ajira hapa nchini sasa hivi serikali ya awamu ya sita imeanza ujenzi wa vyuo katika mkoa wa songwe chuo cha veta kinajengwa chuo cha walemavu kinajengwa kwa kweli tunawapongeza sana na Mheshimiwa waziri mkuu pale wilaya ya mbozi kwenye eneo la sasanda kulikuwa na kambi ya vijana ambayo ina ekari zaidi ya mia saba ile kambi bado tunaweza tukaweka mkakati na ikatumika katika kuwaandaa vijana kuweza kushiriki katika uchumi wa nchi hii. Ekari mia saba ni nyingi zinaweza zikazalisha zikaongeza, tunaweza tukajenga hata, hata vyuo vingine vikajengwa pale na vikaweza kuwaajiri hawa vijana wengi ambao wanakosa maarifa na ujuzi wa kuendeleza